Kampuni ya magari ya TATA Tanzania imezindua mpango maalumu kwa ajili ya sekta ya usafirishaji wa mizigo mikubwa nchini kwa kuzindua trela za mizigo aina ya Tiva Trela ili kumrahisishia mfanyabiashara na mkulima katika kupakia mizigo. Akizungumza wakati wa uzinduzi uliofanyika kwenye ofisi za kampuni hiyo Vingunguti jijini Dar es Salaam, Meneja Mauzo na Masoko, Smart Deus amesema lengo la mpango huo ni ku waweka karibu wateja na kampuni katika msimu huu wa mauzo na mavuno nchini ambapo magari hayo yanapatikana kwa mkopo pia. Ameeleza kuwa kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2022 katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, umekuwa ni wakati mzuri kibiashara kutokana na milango ya kibiashara kufunguka. Pendo wa Tanzania. Habari yenu, karibuni sana katika ofisi zetu. Hii ni kampuni ya Tata Africa Holdings ya ambayo ipo nchini Tanzania, ilianzishwa toka mwaka 2005 na, na tumekuwa tukifanya biashara vizuri na Watanzania wote. Siku hii ya leo ni siku kubwa ambayo tunakuja tena kwenu kwa shukuru kwa muda wote na biashara ambayo mmetuunga mkono kwa muda mrefu sana. Leo tuna angalia mbali tulipotoka, na tumefika hapa kwa kupitia juhudi zenu na ushirikiano mliotupa. Tumekuwa tukiuza magari mbalimbali, vifaa mbalimbali kwenu na mmekuwa mkituunga mkono kwao. Tunapenda kutoa shukrani sana kwa magari yote ambayo mmekuwa mkichukua na kwa huduma ambayo mmekuwa mkipata katika kampuni yetu. Siku ya leo tunaleta bidhaa mbili katika soko letu. Bidhaa ya kwanza inaitwa Tiva Trela. hii ni kwa ajili ya kusaidia wafanyabiashara mbalimbali kwa sababu mama ametufungulia bandari na wawekezaji wamekuwa wengi, kwa mizigo mingi na sambaa nchini na nchi zinazotuzunguka na vilevile vile tumeleta bidhaa ya pili ambayo tunaangalia kuwa tuna support elimu wananchi wote. Uh, tunapata huduma ya elimu kwa hiyo tunahitaji chombo cha kusafirisha wanafunzi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka majumbani kwenda mashuleni kwao. Nipo na wenzangu meneja wa wawili tutaanza na meneja uh, wa Tiva Trela ambaye anaitwa Mr. Smart ambaye ataiongelea hiyo bidhaa habari ndugu uh, wa tanzania na waandishi wa habari awali yote napenda kumshukuru mungu kwa sisi kuwa hapa siku ya leo kwa majina naitwa Smart Deus ni meneja masoko na mawasiliano toka tata uh, kipekee siku ya leo uh, kuelekea msimu huu, msimu wa biashara sisi kama tata tunaleta mapinduzi katika sekta ya usafirishaji na leo hii tunaleta bidhaa mpya kwa maana inaitwa Tiva Trela. Tiva trailer hizi ni trailer ambazo tumeleta ni za kisasa ambazo ni mpya ambazo tra trailer hizi ambazo tunazozileta leo kuleta kwa Tanzania moja, tunawahakikishia Watanzania waweze kuelewa, kwanza sisi kama Tata tumekuwepo kwenye sekta hii zaidi ya miaka ishirini au thelathini ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tunaletea trela ambazo moja ni za kisasa, mbili zenye ubora, lakini tatu changamoto kubwa tumeiona kwa wasafirishaji hasa wanavyopita kwenye mizani kwa kupitia trailer zetu tunazozileta kwa Tanzania, tunaleta trailer ambazo zitakidhi mahitaji ya soko, zitakidhi e, barabara zetu zitakidhi hata wakati unapopita kwenye mizani. Kwa hiyo kipekee siku ya leo sisi kama Tata e, kupitia e, msimu huu wa biashara tunaokuja nao tumekuja na program maalum. Moja, mteja anaweza kufanya manunuzi wa trailer kwa kupitia cash, lakini ya pili, mteja anaweza kupata mkopo wa ndani, sisi ndani ya Tata tuna utaratibu tumeweka mteja waweze kupata mkopo ndani ya siku tano mpaka saba, lakini pia tunashirikiana na taasisi mbalimbali za kifedha kwa maana benki na taasisi zingine. Kwa hiyo siku ya leo tunayo furaha, moja kuwashukuru Watanzania kwa kuendelea kutuamini kama Tata, lakini pili tunaomba Tanzania wasafirishaji, wakulima na wengine waweze kupokea bidhaa hizi tunazowaleta mbeleni kwao. Uh, ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari, kwa majina naitwa Robert Peter Mwakibibi, ni meneja masoko na mauzo katika kampuni ya Tata kitengo cha Force Motors. Na wali yote, ni nishukuru Mungu kwa kutupa kibali cha siku ya leo na pia kuweza na nyie pia waandishi wa habari kushiriki na sisi pamoja na Watanzania wote, na kama tulivyotambulishwa awali na aliyezungumza mwanzo kwamba leo tunatambulisha product zetu mbili sokoni na product ambayo nitaenda kuizungumzia ni product kwa ajili ya usafiri wa umma na product yetu hiyo inaitwa Force Motor. Na hiyo Force, tumeleta basi aina mbili ambazo tumelenga katika kusafirisha abiria ambao ni kwenye sekta ya daladala, lakini pia tumelenga katika sekta ya shule. Upande wa daladala tumejaribu kurahisisha mfumo mzima upatikanaji wa gari zetu, na gari zetu ni imara, lakini tumetengeneza mfumo mzuri wa kuweza kuzinunua gari hizi. Gari zetu unaweza kuzipata katika mifumo miwili. Mfumo wa kwanza unaweza ukainunua katika malipo ya taslimu, ambao ni cash, lakini pia unaweza kupata gari hizi kwa kupitia mkopo, ambao mkopo wetu, tuna mikopo ya ndani ya kampuni yetu ya Tata ambayo kama alivyozungumza meneja aliyepita tunamhakikishia tuna mteja kuweza kupata mkopo ndani ya siku saba anaweza akawa ameshapata mkopo wake. Lakini pia kwa upande wa shule tunazo gari nzuri ambazo ni kwa ajili ya usalama wa watoto wetu mashuleni. Kama ukitazama sasa hivi tumekumbana uh, na janga kubwa sana la usalama uliokuwa hafifu katika gari nyingi za, za mashule lakini sasa tumeleta gari yetu ambayo inaitwa Force School Bus ambayo imetengenezwa katika miundo mbinu mahususi kwa ajili ya usalama wa wanafunzi, lakini pia uendeshaji wa nafuu zaidi na gharama zikiwa chini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wateja wetu wote Tata kwa ajili ya sisi tuko tayari kuwahudumia wateja wetu wote. Tukiangalia katika nchi yetu kadri tunavyozidi kwenda, moja Tata ameweza, sisi kama Tata tumeweza kuleta magari yale heavy duty na light and commercial vehicle. Mm -hmm. Na sasa hivi tumeamua kuleta trailer. Moja tumeamua kukava sekta ya usafirishaji kwa ujumla. Kwa hiyo unapokuja kuongelea swala zima la kilimo, sisi tunakuwa sehemu ya katikati katika kuweza kuendeleza, tunasema ili kuweza kupeleka ubora zaidi, na tuna mfano mkulima akilima yale mazao yanahitaji kutoka shambani kwenda kukobolewa na kesho kutwa kuwa kwenye process, alafu kesho kutwa hiyo bidhaa. Kwa hiyo sisi kama Tata tunakuwa sehemu ya mtiririko wa kuongeza thamani wa hiyo bidhaa ambayo mkulima, mfugaji na watu wengine ambao wanahusika na ndio maana sisi tulivyoangalia kupitia serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mama Samia tumeona ni fursa kuleta trailer. Kwa sababu sekta ya usafirishaji imekuwa, ukiangalia, bandari yetu imefunguka, bidhaa zinaingia nyingi za kutosha. Ukiingia ukiangalia kwenye sekta ya kilimo pia imefunguka. Kwa hiyo, sekta yetu inahitaji kuboreshwa na kuleta uh, bidhaa za kutosha ili kukidhi matakwa. Na ndio maana sisi kama Tata tumewaletea Tiva trailer ili Watanzania waweze kutumia na waweze kusafisha bidhaa zao kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa gharama nafuu na kwa ubora zaidi. Sisi kama Tata Africa Holding Tanzania Limited tuliona changamoto kubwa kwenye upande wa usafiri wa shule kwa wanafunzi. Hasa hasa kwa gari nyingi zinazotumika hazikutengenezwa mahususi kwa ajili ya kuakomodati watoto, hasa gari nyingi ni kwa ajili uh, nyingi zinanunuliwa used, lakini pia miundombinu yake ya ndani imetengenezwa kwa ajili ya kubeba watu wazima, sio watoto. Lakini kwa sisi kuliona hilo, Tata tukaamua tulete product ambayo inaitwa Force uh, best bus ambayo ni school bus yenyewe imetengenezwa katika mfumo wa kuakomodati watoto. Asa hasa kati kuanzia kwenye siti pamoja na usalama wa, wa vioo na madirisha. Ukitazama basi yetu ina mlango mmoja tu wa kuingilia aa, ina milango miwili, mlango wa dereva na mlango wa matron, ambao mlango wa matron ndo watoto wote watapitia hapo, ukitofautisha na gari zingine zote ambazo zinaingia kusafirishia zinakuwa zina mlango zaidi ya miwili, ambao sio salama kwa ajili ya watoto. Lakini pia tukitazama kwa upande wa waendeshaji gari nyingi zinanunuliwa ni second hand, au used zinatoka Japan au sehemu zingine duniani zikiwa zina miaka mingi sana kuanzia kutengenezwa. Lakini ukitazama sisi gari zetu tu ni gari latest ambao ni gari za mwaka huu zinatengenezwa mwaka 2025 na tumeziingiza. Kwa hiyo kwa upande wa wamiliki uendeshaji wake utakuwa ni gharama nafuu, kwa sababu matengenezo yatakuwa ni chini sana hata matumizi ya mafuta ni kidogo sana ukilinganisha na zile gari za zamani. Lakini pia kwa upande wa usafirishaji wa umma kama vile daladala A, TATA tulitazama changamoto kubwa iliyopo kwenye gari zile ambazo wanazitumia. Ukitazama gari nyingi zilimetengenezwa katika mfumo na muundo ambao sio wa kuakomodate mazingira yetu ya Tanzania, hasa hasa katika miji ambayo ina msongamano mkubwa wa, wa abiria lakini gari zetu tumetengeneza katika mfumo ambao una siti bora na imara ambazo zinaweza zikaakomodeti watu, watu wengi na kwa muda mrefu zikadumu. Lakini ukitazama ndani ya ile gari, ina eneo kubwa ambalo wa, wanaweza kusimama na kupanda abiria wengi tofauti na gari hizi zingine. Lakini ukitazama hata uh, kimo cha gari kutoka chini kwenye ground, mpaka kwenye bodi ya ya gari, yani ardhini mpaka bodi ya gari ina uwezo wa kuakomodeti barabara zetu korofi. Kwa hiyo tulitazama changamoto nyingi sana, na tukatazama upande wa abiria wa namna gani wataweza kupanda usafiri wakiwa huru, lakini pia tukaangalia upande wa waendeshaji, namna gani watamiliki hizi gari, lakini wakiwa na matumizi kidogo. Lakini ukiangalia hiyo basi yetu tumeleta ni basi ambao itakupa kilomita nyingi, lakini kwa mafuta machache sana. Kwa hii ni fursa pekee kwa Watanzania kwa ajili ya kuongeza vipato vyao na kuboresha usafiri hapa nchini. Kwa jina naitwa Begumisa Egbert manaja wa masoko katika kampuni ya Tata. Kuna swali zuri limeulizwa kuhusu upatikanaji wa haya magari au mkopo. Hapa tukiongelea mkopo, kama tulivyosema, tupo katika hii uh, tasnia ya usafirishaji kwa muda wa miaka mingi. Kwa hiyo tuna magari aina mbalimbali na kila gari tunaipa promotion yake. Kwa mfano, kwa sasa hivi tunaongelea uh, school bus kwa ajili ya watoto kwenda shuleni ongelea daladala kwa ajili ya kusafirisha Mtanzania wa hali ya chini wa hali ya kawaida kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hizi product mbili tumesema tunakuja kwa kishindo, kwa sababu tungependa kila mtu anufaike na hii ofa. Kwa hiyo tuna ofa kabambe kwamba utakuja, tutakupa bei ya gari. Bei ya gari tunayokupa, hatutaki riba. Wewe utapewa bei ya gari, unatanguliza nusu ya ile bei, ela inayobaki ile nusu unailipa ndani ya mwaka mmoja bila riba kwa hiyo utaigawa kwa muda wa miezi kumi na mbili kwa hiyo unalipa asilimia hamsini asilimia hamsini iliyobaki unaleta taratibu katika marejesho kumi na mbili ndani ya mwaka mzima hiyo ni kwenye, kwa ajili ya school bus na kwa ajili ya, kwa ajili ya daladala kwa sababu hizi gari ni brand new, tunataka kila mtu apate ili is hizi gari ziweze kuwasaidia watu kuliko gari ambayo imeshatumika miaka mingi, ikawa inasimama simama. Tungependa watu wapate gari kwa urahisi sana. Kwa hiyo unatanguliza asilimia hamsini ambayo ndio ile ile pesa ambayo ungetumia kuagiza nje gari iliyotumika, uleta asilimia hamsini ya bei yetu, asilimia hamsini inayobaki unalipa taratibu, huku unatumia gari kwa muda wa mwaka mzima. Tukija tukiongelea kuhusu Tiva Trela katika upatikanaji wake, tumesikia kitu kuhusu BBT, mama ameupiga mwingi, vijana wameingia sokoni Mazao yamepatikana, korosho zinapatikana. Tunaomba watu wote waje wachukue hii gari. Hii gari tunaifanya ipatikane kwa njia nyepesi sana, Tiva Trela na magari yetu mengine yote tunanayo ya TATA. Utakuja utatanguliza asilimia ishirini tu ya bei, pesa inayobaki utailipa taratibu ndani ya miezi sita mpaka miezi thelathini na sita.